Singida kwa kauli moja tunampongeza kwa dhati kabisa mkuu wetu wa mkoa mheshimiwa Halima Dendego kwa juhudi za maendeleo anazozifanya katika mkoa wetu, na tunayaona matokeo kwamba mkoa unazidi kustawi. Ameunganisha watu, amekuwa mbunifu, lakini kikubwa kwa harakati kubwa aliyofanya katika kufanikisha sherehe za Mei Mosi Taifa, ambazo zilifanyika katika mkoa wetu na halmashauri ya manispaa ya Singida. Mkuu wenyeji, Mheshimiwa Halima Dendego amekuwa mbunifu, amekuwa mwadilifu, lakini mchapakazi sana sana sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea kiongozi mlezi, kiongozi anayeunganisha, lakini kiongozi mkoa. Kwa hivyo, sisi tunatamka kwa kauli moja, tunaridhika na utendaji kazi wake, tunamshukuru na tunampongeza sana sana.